Sasa una hii unashughulika na nini labda? Mimi, mimi nafanya biashara ya duka Meri, na mm. So, kama umenikubali kwa hiyo hali yangu mimi nitashukuru na naomba Mungu at least tukianza maisha tufanye nini? Tuishi kwa amani na tuzae watoto. Mimi nimetaka ningetaka kumwambia mm. Nilikuwa single lakini sahii nimepata mtu, hmm, tupendane na, hmm, tuheshimiane tueshimiane. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kade yetu maze tunasema anga wasa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, maze nilikuwa Meru, sahizi nimeshafika Mumias, unajua sahizi tumesema hii mwaka lazima tutembee. Tuko Mumias maze, nyuma ya stage, ukiangalia nyuma huko kuna magari za kupeleka watu masafa, tuko nyuma ya stage ya Mumias, tumeamua hapa hapa show, tupige na, nipige na watu wangu wa power huko story, tuone venye kuna, kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana na niaje? Poa. Mpa jina, unaitwa nani? Naitwa Mary. Naitwa Mary. Mary, umetoka wapi? Luanda. Wewe msa wa Luanda? Ehe. Hapa mumi asunaka wapi? Nakaa Lunganyiro msipule, kuna place inaitwa Lunganyiro. Eh, ehe. Uko na miaka ngapi? 24. Uko na 24 years? Ehe. Niaje bro? Poa, poa. Ehe, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Matere. Unaitwa Matere? Ehe. Matere, Matere kiluya. Matere, matere tunasemanga ni makucha. Ni makucha. Eh, mbona waliamua kuita makucha bana? Mi sijui hiyo ni hali ya mama wangu na baba wangu walinieka hilo jina. Waliamua kuita Matere e, so e, Matere okay, uh -huh. Mm. Uko na miaka ngapi? Okay, niko na 27. Uko na 27 years. Eh, hapa Mumias unatoka wapi? Okay, hapa Mumias uh -huh. Mi natoka eneo la Matungu uh -huh. Na area ni Mkunyuku. Unataka unatoka Matungu uh -huh. Place inaitwa Mkunyuku uh -huh. Hey, uko na mtoto maybe? Okay, mtoto niko nao mm. eh Hey, hey, hey, aya se fanya umesema ni jina Mary? Mary. so hey, fanya hivi Mary, angalia hapo kwa kamera, ambia aseme hivi, mbona ulini inbox nilimwinbox juu nilikuwa single. Eh, mm. Hey, hey, unataka mtu Eh. Hey. Hey, eh, umekuwa single umefaulu long Six months. Six month. Mm. Hapa mumiazi bwana hakuna kajama kashana tu napita kakafanya asks bado sijapata hakuna bado ule mwenye umeona ako sawa e. Soe matere mbona li ninbox? Okay. Niliku inbox kwa sababu nilikuwa natafuta mtu wa kuishi naye e. Mm. Uko single nataka mtu he, nataka mtu juu mwenye nilikuwa na naye mm ni kama tuliachana hapo miaka mbili iliyopita mm, kwa shida fulani. Mm. Mm. So hiyo ndio imefanya ukaamua kuni ni box. Ah. Eh. Sasa fanya hivi Mary, eh? uh -huh. Fanya hivi Mary. Angalia hapo kwa kamera, ambia aseme hivi in our last relationship nini lifanyika, ni nikesi mkubaliana na matere eh, as repeat the same same mistake. Kitu ilifanyika ni cheating. Mm. Eh, nilipata na message. Mm. Dem mwingine alikuwa amesha amemtext. Mm. Sasa nikaona hakuna haja. Mm na ulimuuliza? Nilimuuliza, mm. kwa e. Hey. Hey. nini nini, same, same okay, kwangu <coughs> ilikuwa tu heshima hmm. na upande wa heshima, unajua mwanaume kama mkiwa kwa ndoa hmm. mwanaume ndio mkuu wa ndoa, si ni hivyo? mm. Sasa niliona ni kama atuelewani mm. ile kumrekebisha kidogo mm. akafunga viraga akaenda. mm. mm. wakaamua kwenda kwenda mm. juu. Sasa ni kama aliona ako juu yangu, na mimi nataka nikuwe juu yake mm. saa akaenda. Mm. so hiyo ndio ilileta mm. shida yeye mm. mwenyewe akajitoa mm. mm. Guys, <laughs> maze, I hope nafuatilia venye u kunaenda sasa. Bro hey, ulinibox. Uko singo, na pia Mari ya linibox ako singo. Natakuongelesha Meri, alafu taniambia Sentava, naona Meri ako sawa, tuconnect, ama maybe Meri yuko sawa, tuendelee kutafutia mtu mwingine. Uko sana hilo. Okay, niko sawa. Hey, Mary, niko, hey, hey, niko na ni Sendava, sawa, sawa, sawa na niko hapa na Matere yako. Okay, sawa Mary, mambo uko salama? Niko poa. Mimi pia niko salama. Nashukuru. Nilitumia Sendava message. <coughs> A niko single na nimekaa single for two years. Sasa naona nazeeka na sina mtu tena. Sasa ndio nilikuwa na, naomba tufanya, <coughs> eh tuendelee, kama utanikubali eh, tuendelee kuishi pamoja hadi mimi. nimekuwa single for six months na nilikuwa natafuta mtu mwenye ako serious mm. So pia mi nataka mtu tupendane sawa mm. Mm. Okay, saa hii unashughulika na nini labda? Mimi, mimi nafanya biashara ya duka biashara ya duka mm. Okay, ni sawa, ijalishi uko na kazi ya aina gani, lakini mimi nimeshafanya nini? Nimeshakupenda, so kitu na, naomba ni heshima tu. Nimejieleza mwanzo heshima ndio ili, ilifanya mwenye nilikuwa naye ka eh. Okay, akaenda so sijui kama utanikosea kutonitii katika nyumba, sijui hapana Okay, pia mimi nita <coughs> nitazingatia hilo lenye umese umesema. Nashukuru. Asante. Eh, hey, makofi, makofi hapo nje makofi. Eh, hey, sasa bro, acha nikunyang'anya, eh, hey, guys, eh, naona mambo si mbaya bro, hata eh, hey, nimesikia kama mekubali, mekubaliana. Songa hapo sasa, sasa hata sifai kusimama katikati hapo sasa eh, hey. So bro, kivyako, mera yako aje? Okay, Mary naona ni mtu tunaweza ishi kwa sababu amenikubalia na ile kazi yangu ngumu mm, na we unaelewa kazi ya mkokoo, kazi ya kuchimbia watu visima mm, si rahisi mwanamke mm, <coughs> wa aina hiyo anaweza stahimili mengi katika ndoa mi mm. eh, nashukuru na naona Naweza kana, eh. mm. yeah. <laughs> Mary, kivyako, eh, jamaa wangu hapa amesema eh, umesema unachimanga visima. Eh, visima na nikimaliza hiyo naendea watu maji kutumia mkokoteni. mm. Kivyako, Mary, unaona jamaa kwa aje? Mm. Utambu bora kenye unataka ni ndoa? Eh, ndoa tu ndio nilikuwa nataka. Eh, guys maze, I hope mnafuatilia venye kunaenda na naona hapa mambo si mbaya. Sasa bro, tukimalizia, nataka uangalie mrembo, umwambie maneno yake ya mwisho tukimalizia. Ndio huyo hapa sasa. Nakushikia tu iko sasa. Okay, ni sawa Mary, kama umenikubali kwa hiyo hali yangu mimi nitashukuru na naomba Mungu at least tukianza maisha tufanye nini, tuishi kwa amani na tuzae watoto Asante! Hey, hey, makofi hapo nje hey! Tunasemanga watu wapatane wazaane, haya hey, hey. Meri pia tukimalizia, angalia jamaa wangu, mwambie maana yako mwisho tukimalizia. mimi ningetaka kumwambia hmm, nilikuwa singo lakini sahii nimepata mtu hmm, tupendane hmm, na tuheshimiane hmm. Hmm. Hmm. Nimeshukuru. Hey, hey, makofi tena hapo Eh, guys maze, kama uko hapo nje uko single, unataka kwa akina kama akina Meru uko eh, unataka mtu, inbox hapo WhatsApp 0795968188 na mbesa nda maze. Eh, nimeona mtu kwa shamba, niko single, unataka mtu, nitakupin location tuone venye kuna eh, kunaenda sasa. Tukimalizia hii ndio ile inakuanga ya mwisho, mtu anapiga mwingine hug, tunapiga makofi, tunajua mambo imeenda vizuri. uko sawa? Niko sawa. Uko sawa? Niko sawa. Eh, ndio hiyo sasa. Makofi makofi hapo nje. Eh. So muishi vizuri na kama follow, kama ni TikTok follow. Thanks for watching. Tunawapenda sana.